Kwa sababu nafikiri hii ni one of the things zenye tunasema ni civic education. Matamshi ya chuki sio tu matusi peke yake, lakini ni yale matamshi ambayo yanaweza leta mgawanyiko, vita na pia uh, uoga baina ya jamii, ama kulingana na ule uh, mrengo wa siasa uh, mtu anaunga mkono. Nikiwa nimesema hayo, hata pia niseme hivi eh. Sisi kama vijana tunawaheshimu sana hawa viongozi uh, wakubwa serikalini na hawa pia wako na umri mkubwa, lakini pia nataka kusema ya kwamba maneno ambayo yanatoka kwa hawa viongozi wakubwa yana uzito mkubwa katika uh, uh, unit of our country. That's why we are saying uh, when leaders uh, wanaongea maneno bila kuangalia Uh, watu watayachukulia kwa njia gani na watu watayatumia kivipi, inaweza leta mgawanyiko katika nchi yetu. Pia acha niseme ya kwamba hii maneno ya Mutaikaiga, gavana wa kule Nyeri, imeleta mjadala mkubwa sana katika taifa letu, na ni vizuri viongozi wajue ya kwamba uh, kiongozi anapoongea maneno bila kuzingatia athari yake kwa jamii, athari yake kwa taifa inaweza leta pia vita katika baina ya jamii na hii jamii ingine. Na pia uhuru wa kuongea ni wa kila mtu, lakini huo uhuru pia unakuja na ile inaitwa responsibility. So wakati akiongozi anapoongea bila kuzingatia athari ya hii maneno, pia akue tayari kubeba ule msalaba wa yale maneno ambayo anayaongea. Wacha nisemea kwamba hawa viongozi ile maneno ambayo wanaongea wakati mwingine wanaongea kwa sababu ya ile inaitwa loyalty kwa wale wakubwa wao, lakini awaangalii zile athari ama ile ma, a, mambo hiyo maneno italeta kwa jamii, baina ya ama zile jamii yao viongozi na wananchi, wananji wanatoka. Na sisi kama vijana wandogo Uh, ambao tunaangalia kukua viongozi, ni jukumu letu tuanze kubadilisha, uh, hii political culture whereby badala ya, badala ya kuongea maneno ambayo yataleta mgawanyiko, yataleta vita, tuanze kuongea maneno ambayo yatajenga taifa, yataleta uh, udungu baina ya jamii na jamii nyingine. Ikinguzia tu kidogo kuhusu uh, ni nini uh, shida ama ni kwa nini uh, hawa viongozi wanaongea haya maneno hivi na ni hatua gani wanafaa kuchukuliwa kusemu